ambayo ni hyper fast scrolling, unaweza uh, ku scrolling kwa speed na kwa ufanisi zaidi wakati una scrolling uh, page yako kwenda up and down, lakini pia Logitech MX Master 2S uh, inaweza fanya kazi sehemu yote ile, ni high precision tracking na pia inakuja na betri ya miliampu 500 ambayo ni removable na inakaa sana na charge uh, siku sabini on full charging, na kitu ambacho Logitech MX Master 2S umefanya uh, poa sana uh, ni wireless ambayo inakupa ruhusa ya ku connect device tatu kwa wakati mmoja, hichi ni kitu ambacho wamefanya poa sana lakini pia Logitech inakuja na Ting Logitech wireless Receiver, ambayo inakuwezesha kuconnect uh, kwenye PC yako ama kompyuta yako na kuweza kutumia vizuri Logitech MX Master 2S. Ni mouse nzuri sana ambayo inaweza kuhandle multitasking na, na ni, best performance na comfortable zaidi. Ni moja kati ya wireless ambayo ni nzuri sana na kwa wale wazee wa editing ama wazee ambao wanafanya kazi uh, multitasking, uh, hii ni moja kati ya mouse ya kutumia.